Nahitumia dunia hii tujue mwisho wa dunia upo na kwamba Yesu mwana wa Mungu atarudi kama alivyo ahidi kama alivyosema atarudi. Malaika akasimama akawaambia wale wenyeji wa Yerusalemu, akasema, mbona mnatazama mbinguni? kama alivyokwenda Yesu ndivyo atakavyorudi. Tena nami nataka nikwambie jioni ya leo, usikae bila tumaini, kwa maana tumaini letu liko pale pale, ya kwamba siku moja Yesu atarudi kulinyakua nini? Kanisa mpendwa, makao yako yanaandaliwa mbinguni. Ni wewe kufanya bidii kujua kwamba ikiwa makao yanaandaliwa mbinguni, uwe mtu wa namna ya kwenda mbinguni, uwe mtu wa namna ya kumpokea Yesu Kristo, uwe mtu ambaye anasubiri isha tuliyokaa. Haleluya, haleluya.

Unisikilize nikuwa na malizia huu tu muda tuliokaa hapa duniani pamoja, tunaomba pamoja, tunamtumikia mungu pamoja, tunafunga pamoja, tunatoa sadaka pamoja, tunasifu na kuabudu, lakini Biblia inatuambia tukae tayari kama wasafiri. Mpendwa, usikae kwenye dunia hii sasa kama mtu anayepita. Kaa kwenye dunia hii kama anayesubiri mgeni mheshimiwa kumpokea. Yesu ni mgeni mheshimiwa. Unavyotembea kila siku, kuja tembea akuja ibadani, lakini ndani yako kijua unamsubiri Yesu Kristo, mwana Mungu ali hai, na kwamba hana muda maalumu. Wakati wowote anaweza kutokea. Je, atakapotokea atakukuta na hali ya namna gani? Atakapotokea Yesu atakukuta na mazingira namna gani? Atakapotokea Yesu, je, atakukuta uko tayari ama utaachwa? Kama unanielewa sema amen. Sema tena amen. Anachofanya shetani sasa ni kuwazumaisha wanadamu, kwa sababu Biblia inasema mchana umeendelea sana na usiku umekaribia. Shetani najua masaa ya nuru yamekwenda kuisha, kiza litaifamia dunia.